Rais wa serikali ya awamu ya tatu Mheshimiwa Benjamin William Mkapa amesema hayo jijini Dar es Salaam wakati akizungumzia ripoti ya taasisi ya urahisishaji wa mazingira ya uwekezaji barani Afrika ICF kuhusu utendaji kazi wake tangu mwaka 2008 na hadi mwaka huu. Taasisi, hatutaki, hatukutaka kuwa wabaya, tulitaka kuwa wema. Kwa hivi hatukutembeza, tulikuwa tunangoja sema eh, hey, naweza kusaidia, tunaweza kushirikiana. Sasa kama hukuomba, kwa nini ujilazimishe kwa watu lakini sio kwamba Tanzania haikubenefiti. Ngoja ni utaona, pale tumeshirikiana juu ya mahakama hii ya biashara hapa ya commercial court hapa, tumeshirikiana vile vile na bandari kule. Hapa tumeshirikiana kurahisisha kusafirisha mizigo katika nchi kubwa kama yetu hii, kwa kupunguza stops hizo nyingi, hasa katika biashara ya kimataifa kwenda Rwanda, kwenda kwenda Kongo, kwenda wapi hiyo yo, kwa maana ya kusaidia ku track movement ya, ya, ya, ya bidhaa So, tulisaidia vile vile kuanza kazi ya land titling kwa mfano, kwa sababu unajua hasa uwe, uwekezaji katika kilimo unataka uwe na hakika unawekeza katika mahali ambapo utakaa kwa muda upande wake. Mwenyekiti mwenza wa taasisi ya ICF William Asiko amesema tangu mwaka 2007 baadhi ya nchi zimepata ushauri kutoka tasio na kupiga hatua kubwa za maendeleo, ikiwemo kurahisisha usajili wa wawekezaji kutoka siku 16 katika moja nchi hizo na kuwa saa 6 tu kwa upande wa wawekezaji. Mpaka kufikia mwishoni mwa mwaka jana, jumla ya miradi 73 katika nchi 21 barani Afrika na baadhi ya miradi hiyo ikiwemo hapa Tanzania imekamilika. Of those, six projects have been completed right here in Tanzania. Toka Dar es Salaam, mimi ni Sakwisa Mwaifuge, wa ITV.